Unaweza kusema Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya Nchini, NHIF, umeanza mkakati wa utoaji wa elimu kuhusu bima ya afya kwa wote mkoani Songwe. Kumeibuliwa hoja ya kutumia TASAFU kutambua kundi la watu wasio na uwezo na kuibua mjadala. Naomba kwa, kwa namna ya pekee sana kwamba TASAFU ni chombo kipo ndio, lakini yakijitoshelezi kutambua watu wenye makundi ya hali ya chini kuna baadhi ya vijana kuchukua mahitaji badala ya wazee husika. Wanapita wao wanabaini kwamba kaya fulani haina uwezo, lakini ukienda kwenye kaya hiyo uwezo wanao. Si anayewachukulia anakuwa ni kijana ambaye kutoka pale anaweza kuchukua masta kuchukua na watu wengine katika eneo hili kutakuwa na zoezi la utambuzi wa watu wasio na uwezo kupitia mamlaka husika na baada ya kutambuliwa, ya kutambuliwa kutaanzishwa mfuko kwa ajili ya kugharamia huduma za matibabu kwa watu wasio na uwezo. Kwa pale tulipoongelea ulazima kwamba sheria inasema itakuwa ni lazima kwa watu wote kujiunga na huduma za bima ya afya kwa hiyo, kwa watu wasiokuwa na uwezo, swali hilo linajibiwa na eneo hili. Bima ya afya kuwa ajenda ya kudumu kwa taifa ili kulinda afya za wananchi likaelezwa hili nalo ni la kuweka kama ajenda e, ya kudumu kwenye mahubili. Baada ya kuhubiri mahubiri ya kawaida, halafu tunaingiza sasa elimu hii ya bima ya afya kwa wote. Watu hawaielewi. laki moja na nusu Kwa, kwa kaya ya watu sita bado ni kiwango cha chini ukilinganisha na matibabu. Mwananchi akienda kupatiwa matibabu hospitali, tunafahamu kuna wananchi wanaenda wanatakiwa kulipa milioni milioni mbili laki saba Mkoani Dar es Salaam, wadau nao wakaeleza mtazamo wao kuhusu bima ya afya. Lazima tuwaeleze wananchi wana kwamba wanaenda kupata huduma za namna gani, huduma zipi ambazo wanaweza kupata wakijiunga na bima mgini, jambu, anabima, kwa sababu wakati mwingine jambo linakuwa mtu ana bima lakini awezi kupata huduma kwa. Lazima ni watu waweze kueleweshwa vizuri sana kwamba ukiingia kwenye bima hizi pakeji hizi utapata moja, mbili, tatu. Hii moja utapata hii, hii mbili utapata au hii utapata au hii upate ili watu waweze kujua kwamba wanavyoingia kwenye bima unaingia kwenye bima ya namna gani. Ni kweli kwamba baadhi ya watumishi wameonyesha wasiwasi kuhusu vifurushi. Wasiwasi wao ulikuwa katika kulenga kutaka kuelewa kiundani zaidi, kwa sababu unajua mwisho wa siku sisi vile vile kama watumishi ni waalimu na wakufunzi kwa ajili ya wananchi wengine. Oktoba 23 mwaka jana serikali ilieleza kuwa kaya maskini milioni 1.2 nchini zitafikiwa na mpango wa bima ya afya ikibainisha kuwa Tanzania bara ina kaya milioni 14.8 ambapo kaya milioni 3.9 ni kaya zisizo na uwezo na kati ya hizo kaya milioni 1.2 sawa na asilimia 32 ndiyo ambazo serikali inajipanga kuzigharamia. Joseph Mpangala, Azam News.